Ikiwa ni tarehe nane za mwezi wa 10, 2025 majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa moja majira ya Afrika Mashariki. Amka na Baraka One TV, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga <mulia> kwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV kupia Facebook pamoja na TikTok, like na nafolopaje zetu napotakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni mktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira wazalendo Uvira wa tupia lawama majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Congo, FRDC Uvira wazalendo wapanga mikakati ya usalama na viongozi wa mitaa mbalimbali ndani ya kata ya Kasenga Kakombe. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, vijana wahitajika kusimama kutetea taifa na sio kukesha kwenye maombi. Huko nasikiliza Amka na Baraka 1TV. Kumbuka upereszaidi ya mzalendo bado ikonaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa sikuinako, ili moja kwa moja huweze kuwasiliana na Baraka 1TV. Pia tembelea Mwangaza TV ili uweze kukutanana na matukio mengine ya yote ambayo yakozidi kuendelea chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira ambako wazalendo Uvira watupia lawama majeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, FRDC, pamoja na serikali ya taifa kupitia msemaji, kupitia kiongozi wa wazalendo ndani ya jiji la Uvira, Semadari akizungumza na Baraka 1 TV ametupia vikali lawama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kuwaleta wageni kama vile wapiganaji badala ya kuwapa wazalendo silaha ili waendeleze harakati za kumkunguta adui ambayo ni M23. Ujio wa Blackwater ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukuliwaje na wazalendo? Hilo ndilo lilikuwa swali la mwandishi wetu bwana Roger Seko Rafael, na majibu yake kutoka kwa uh, bwana Semedari ni kama yafuatayo. Kuendelea Kamituga na kuendelea fasi zingine, na wapatia dakika kidogo na siku kidogo, jibira wale watu watakimbia pa. Wale wa jeshi wa Black Water wa Marekani walisha fika mplende la Ruzizi, wako wanashuka na helikopter kaonesha kwamba wanashuka mplende la Ruzizi. Eski hizo habari ni za kweli? Na kama sio za ukweli, nini tumaini kwa wazalendo ambao wako, bwana journalist? Mimi kama mzalendo situmaini askari kutoka nje, maana wa askari kutoka nje wametutrai. Walikuwa wangapi kwa Goma? East, uh, unit, uh, nini ile wanasema? East Africa Community. East Africa Community yote ilikuwa kwa Goma, lakini Goma ilikamatiwa. Kwa nini wale majeshi wote walikuwa pale? Sema lengo ya hawa watu wote hawako pamoja na Wakongomani. Unanielewa? Mimi nategemea wazalendo hawa wa wazalendo wangu hawa wanajeshi wazalendo hao ndio nategemea. Kwa nini e, rais wa nchi aende kuleta wengine wa mercenari na wakati Monisco ilikuwa hapa ilishindwa Monisco. Mimi siwitegemei hao wazungu, na hao wazungu ndio wanatucheza vita kwa kupora mali na minere ya nchi ya Kongo. Ndi. Hiyo mambo siwezi kuyashuhudia Ndi. Maana mimi siko porte parole wa gouvernement niweze kushuhudia kama wale wa mercenaire wameingia ama hawakuingia. Na wakati waliwaleta mimi sikuwepo, na wakati walifika mimi sikuwepo. Ungeniuliza mambo ya uzalendo mm. Nimeingoambia kama ndio wazalendo wako fasi fulani, na leo tunawaandaa kwenda kwenye mashamba la mapambano. Na ungeniuliza je, mnapewa vyombo na, na serikali? Mpaka leo niko naomba vyombo vya kufanya kazi mm. na serikali mm. sababu alepo Ndi. Huyu Josef Kabila alipana vyombo vya kupiga hawa maadui. Kirembwe kapatia watu wa Kirembwe na Nyakavaka, kamupatia hapa Uvira Padiri Lulendo Mwenge, kamupatia kule Mwenga adui alikamata, na njo wakati wa Maimai walikamata hapa Uvira. Unanisikia Bwana Jurete, kwa nini guvernema yetu ya Congo chef d'etat major hawezi kupana vifaa vya kutosha kwa wazalendo, twende kuleta wamercenaire? MONUSCO ilikuwa hapa, ilifanya nini? Wanajeshi wa East Africa Community walikuwa umu, walifanya nini? Wenda wanaona kwamba wa Kenyani walikuwa umu, wa Tanzania walikuwa umu, wa South Africa walikuwa umu, walifanya nini, wanajournalist? Wenda wanaona kwamba wazalendo wajapata mafunzo no, c'est le temps de c'est losing time for nothing, losing time for nothing. I don't lose the time for nothing for my country mm -hmm. Nataka kukomboa nchi yangu kupitia wazalendo wananchi, mm -hmm. haiko kusema wazalendo wazalendo wamefanya miaka depuis 1996, mafunzo gani? Wanajeshi waliofanya mafunzo wa kukimbia Bukavu na risasa aliyapigwa wana journalist, unataka mm -hmm. kuniambia nini? Wenyewe wanajeshi waliofunzwa wenye uwezo wa kuhabilite wa wa, wa. wa kulinda nchi na mipaka ya nchi na mali ya nchi na kulinda mali ya raia walikimbia vita vya Bukavu na risasi ya yalipigwa. Na baada ya swali hilo, bwana Roger Seko, mwandishi wa Baraka One TV, alizidi kumiminiza maswali kwa kordou wa wazalendo bwana Semadari, kuhusiana na uhusiano kati ya wazalendo na FRDC na mipango ambayo kwa sasa iko inashikiliwa na wazalendo ni hipi katika uwanja wa, wa mapigano na alikuwa na haya ya kuzungumza. Kinaendelea kuzungumzia hili. Upande wako relation entre wazalendo na jeshi la taifa ya FARDC, iko je kuhusu salama? Bwana journaliste, c'est les oiseaux de meme plumage. Les oiseaux de meme plumage, faut aller ca ensemble, et FARDC et wazalendo il y a pas un probleme. Na tuna, na na na na relation yetu ama umoja wetu na ushirika wetu wa wa FARDC na wazalendo ni kwa sababu ya kuipigania nchi yetu yetu yeah. Na inchi yetu njo mama yetu, mama yetu yeah. Je suis congolais, je suis dans le FARDC na na Congo njo mama yangu, na Tshisekedi njo president de la republique, full stop. Yeah. Matatizo sasa yu, yu, yeah. Yeah, na yanayokuwa hapo yenye analeta changamoto kati ya FARDC na wazalendo, yeah. Yeah. Ni kwa sababu kuna wamoja wanapokea pesa za adui na wengine hapana, shayasema za adui yeah. Wanapokea pesa za serikali, yeah. Na wazalendo huwapokei pesa za se, yes, za serikali wakati sasa wale wa FDC wanapokea zile pesa za, za, za serikali na hawaendi kwenye mapambano Ndi. Wanaanza kuchekea sasa wazalendo Ndi. Unaona? Ndi. Wanalewa pesa sasa, na hii pombe inapeleka watoto vibaya. Ndio maana nitaomba serikali ya nchi ya Kongo wangaliwo bumapombe bote bumasimba umanini buweze kutoka, tuvuchome tuweke na sheria, sababu bule mapombe njo unatuletia changamoto mm. Lakini eh, entre nous, wazalendo azalendo eyo FRDC en tout cas hakuna probleme mm. Tuko vizuri na tunafanya kazi pamoja, hakuna shida kabisa, sababu tunajua kama sisi wazalendo Ndi. tuko wanajeshi wa hakiba ya serikali ya nchi ya Kongo, na ndio maana hatuwezi yani, ni mkubwa na mdogo, na na e FRDC njo wakubwa, wazalendo sisi ni wadogo, maana sisi ni jeshi la hakiba Ndi. la serikali na Ndi. ndio maana hatuwezi kupenda muzalendo ambaye hataheshimu mwanajeshi wa serikali Ndi. Hatuwezi kupenda mwanajeshi wa serikali ya FARDC ambaye hataheshimu muzalendo Ndi. Maana kazi yetu yote ni moja Ndiyo. Na adui yetu yote ni mmoja, ni M23 kutoka Rwanda, huyu mrugaruga ambaye amekuja kubarikaniza nchi yetu. Ndio maana tunaitisha uzalendo na FRDC kujua adui ni nani na nani asikuwa adui Ndiyo. kati ya mzalendo na FRDC hakuna wadui Ndiyo. Tuko pamoja kabisa, mzalendo anaheshimika na FRDC na FRDC anaheshimika na mzalendo. Wana journalist, mambo mengine ni ya adui kwanza kusema, oh, wazalendo wapatane na baada No ya taarifa hizo kutoka kwa Semadari, kiongozi wa wazalendo ndani ya jiji la Uvira. Tubaki tu ndani ya jiji la Uvira ambako wazalendo wapanga mikakati ya usalama na viongozi wa mitaa mbalimbali ndani ya Kasenga, kata ya Kakombe kiongozi wa wazalendo ambaye anaongoza vikosi maalum vya wazalendo Igwe Fudre Ruga aliweza kukutanana na viongozi mbalimbali wa mitaa ya Kasenga ndani ya kombe la Kakombe. Na katika mazungumzo hayo, ilikuwa ni namna ya kuweza kupangilia mikakati ya ulinzi na usalama kutokana na, na baadhi ya feki wazalendo wanaonyanyasa raia ndani ya mitaa hiyo. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka ndani ya kata ya Kakombe, jijini Uvira, jimboni Kivu ya kusini. Ndio, mimi ni General Fudre Rouge Igwe komanda force wa force special wa Force Wazalendo, Sidikivu yote mzima e, kama tulikusanyika hapa leo na viongozi wa mitaa na vijana, lengo ni moja, ni kuhimiza vijana, yani sécurité salama uwe mwingi sana ngambo ya chini ya barabara, na kwa presenter kama tuko na biro yetu hapa, kwa naendelea kuraforce sécurité ngambo ya chini ya barabara, donc quartier Kakome hapa Uvira kilalo na ni 11 aveni ni aveni 10 na 11, eh, katika kikao tuliongelea pointi tatu za muhimu ni e, kudumisha usalama bora katika mwingini wetu na kuprepare waviana wakuwe prudent na tu dans toutes les circonstances, na ingine ni mambo ya, ya kikao haiwezi kusemeka kwenye mtandao e wamesikia kile ambacho umetoa kama ujumbe kabisa wa viongozi wangu, walipokea kwa kwa mikono miwili na wakafurahia, na wao wakaleta wengine mawazo, tukashirikiana, tukambatana kwa lengo la kusema tuwe pamoja, tusaidiane, tuangalie kama tutafikisha adui mwisho, maana tuko katika vita. Ndiyo ile usalama mdogo uligundulika katika njia mbili tatu ambazo tutasema, maana tungali vyombo vya usalama vingali vinatumikia kutafuta wengine eh, tulikuta kama tunabana deja wa M23 kwa na kuingilia maeneo yetu, na tuko tukasandika sasa. Hapa lengo ni moja, kutafuta wale wako wanakuja jificha hapo maeneo ambayo sisi tunaongoza. Maana kwetu sisi hatutaki vurugu, masasi kulia ovyo, matrakasi ile matotile mu watu hapana. Tunapaswa kuwa tofauti kati yetu sisi wazalendo na M23. M23 kwenye iko yeo ni kubaka na kuua na torture kuiba. Sasa sisi wazalendo ni watoto wa mwingine ile tunapashwa tuijue, sisi ni kulinda jamaa zetu, kulinda ndugu zetu, baba zetu, dada zetu na mali yao. Tunapashwa kuwa tofauti kubwa kati yetu sisi na maadui. Sisi hatupashwi kuiba, sisi hatupashwi kufanya torture yoyote ile, sisi hatupashwi kubomola nyumba ya mtu kusati wa, wa, vijana pana maana. Wale wa vijana ndio mimi nao hitaji waje wanisaidie katika jeshi. Tuangalie kama tunaweza fikisha adui mwisho tumuondoshe katika jamhuri yetu ya demokrasia ya Kongo. Ujumbe ni moja tu, watume wa vijana wote waje jeshini, waingie katika jeshi la kizalendo. Hususa idara wanitafute waje kuwa majeshi jeshi wangu kabisa. Nataka vijana wote wa Uvira, wa Fizi, wa Mwenga ingependelea wao viungo wao majeshi wangu wao oh, wasoda wangu waje kwa wingi kabisa wamiminike, maana vijana wote wakiwa wa, waskari wakiwa wajeshi adui hatapata namna ya kuingia. Tatu uopa na hakika, niko nashukuru Mungu, tuko tunaendelea kutoa wito na vijana wako wanamiminika na kwa wingi, ambao idadi ambayo tuko nayo tayari inatosha kufukuza adui katika jamhuri. Kwanza cha kwanza tunashukuru sana kiongozi kwa roho ya utu ambayo ametuonesha kwa kutuheshimisha. Kwa kweli mazungumzo ya leo yalikuwa mazuri bo, pointi tatu zote zenye tulizungumza kwa kweli tulishukuru sana na tunazidi kushukuru na tunashapote sana hiyo, kwa kusema kutuletea kambi huku chini ni kwa ajili ya usalama wetu. Kwa hiyo tunashukuru, mimi kama kiongozi na wenzangu hapa tunaaplodire sana hiyo. Swali ndiyo kama ombi tumeomba kwake ni kutuasire sekurite tu huku, maana huku unajua ni eneo ambalo Tanganyika ilipeleka nyumba mingi ziko mbovu mbovu huku, wako waasi watu wabaya wabaya wanafichama fichama sana huku. Bombi kubwa tuliomba ni kutuasire tu sekirite huku, na kile kikosi kitakuja huku kije kwa niaba ya raia, isije kuwa tena huku kwa kutesa raia bo. Ujumbe ninayo kwa mwisho ni kumpongeza sana baba yetu kiongozi, na afanze kazi kwa roho, na sisi tunashukuru sana, kama vile viongozi wa vijana wakati ile Kakombe Toko. Kwa kweli tunashukuru kwanza General Fudre Ruje, kwa kutuletea hii position huku chini. Tangu kumobutu hatujawahi kupata position huku chini ne mara hiyo tunapata hii position huku chini. malengo yetu ni nini? Ni wale watu walikuwa naleta mambo mabaya, mabaya huku chini. Unajua kama tangu tulipata mafuriko huku chini kulivakia manyumba amuishi amo watu na walikuwa nakutana watu walevi, watu wa nia mbaya kila mwisho wa mwaka huku chini ukosai kukufa batu huku na tunajua wale batu wanani wanakia huku wawuya huku chini yo mana tulifelisite sana kwa hii kazi anafanya. Tunapenda tuone kama frema kazi ina wasikari watafanya huku chini, ni kutusaidia vale batu wanapiaka vale nyumba ya marehe vitu visionekane tena huku kwetu huku chini. Na ya pili hapa kuko stade, ni vajina wanafanya huku masipo yo mana tulipenda kuonesha kiongoza atusaidia wale vajine yetu wanakia wafanya hapa kazi ya ya ya football wakati wa zaka na baona hapa ni kwa na angalia na mwanangu maliza ile makazi yao ya kufanya ile sport na wanarudia kwa juu jeune wote iko libre kufanya zile sport. na ya tatu ni ile sisi kama vile wa jeune tuko nyuma yake kwenda kumwakompanye kufatana na hii jeshi yake na ileta huko chini. Tunajua kama jeshi ni mwenye anapasha kwa kazi ya raia, kwa juu kama raia anapata shida, hakuna mwingine mtakimbilia niende mtakimbilia wko na silaha ya kupiganisha ado. Kwa hiyo sisi wa vijana tunashukuru sana kabisa, na tunasema akaribi, na unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV, nami ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye yuko nakurushia haya matangazo. Unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Australia, unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe pamoja na East Africa Ejide, Kizenga Tembele, King Sally, the only one king from USA, Asimwe Baguma Samal kutoka Czech Republic, Ramake ya Afrika Kusini, Kizabe Ayeba, Mohamed Papir Wajab Ankisi Kandeke wakiwa wanasikiliza Baraka 1 TV. <tune> Na baada ya matangazo hayo, turudi jimboni Kivu ya kusini na Kivu ya Kaskazini, vijana, kina mama, wazehe wanaume wote wahitajika kusimama ili kuweza kutetea nchi na sio kulala kwa kusubiria maombi, kutokana na hali jinsi inavyozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku asilimia fulani ya wananchi wakiacha nchi mikononi mwa Mungu kwa kusema yote tumwachie Mungu, Mungu ndiye mweza wa jambo yote. Hilo siyo mbaya, lakini pia wananchi wanahitajika kuweza kusimama kwa kuweza kutetea nchi yao, maana mifano mingi katika Biblia wana wa Israeli walikwenda kupambana wenyewe huku wakisindikizwa na Mungu, na wengine pia wakikaa kwenye maombi kwa lengo la kuweza kuikomboa nchi. Cha muhimu ni kuweza kuonyesha nia na njia ya kupambana na adui ili kuweza kumshinda. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu ambao utakuwa ni muhimu na wenye kujenga ya kutegemea Mungu ni maombi da Mungu tu. Ni maombi da Mungu tu. Hapana. Wakati ni Yoshua, alikamata usukani wa kwenda boma mji wa wewe. Wao sababu na Mungu, wadena na majeshi. Majeshi ndio baada ya walipiga vita. Wakizunguka nje wa Yeriko. Mara saba mbete ziko zinalia. Ukuta kwa popo. Jeshi la Israeli walijimwanga katika mji wa Yeriko. Waliangamiza sana. Ndio wenye kuwa na Mungu wale. Leo tunasikia habari ya Israeli, kisha anapigwa na na na wa Palestina. Bana muke leo bako na masilaha na, na, na masilaha, si ndio taifa ya Mungu ile? Kwa Kongomani bachi Mungu ashuke mbinguni na ikutotetelea, wapi mshana siku moya Mungu anatoka mbinguni na anapia tetelea watu? Mungu anatetelea watu kupitia ndani ya wanadamu, hapana. Wa kongomani wa Mungu wa moja wajinga wakanasema eh Eh, mwachi bali bona shindwa na bomasasi boni bakulokota kutafanya nini ku mjinga sana. We we we kijana mwalisema ya Rwanda, unajua uli mwenye Rwanda akilibira, anesha tawala pale Bukavu, anesha tawala pale pale Bukavu, kesho kona ta kunyang'anya nyumba yako we. Pa kongomani tujikaze, pa kongomani tujitowe na vita. Hiyo kwa sema, sema ni, ni, ni afaka maika yetu, kena ta tupigana, haya kwa sema ya kutuba yetu, kena ta tupigana, haya simba ya nkutu ama mwingine ndugu ngoma mzito, hapana bako ngomani, bote tujitoe. Huu ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Usikose pia kutembelea tv yetu mpya, Mwangaza TV Light TV ambayo itakuwa inakupa ma-exclusive ya kila namna. Kwa hiyo ili kupata taarifa zote zinazoendelea kwenye uwanja wa mapigano huku ukiona namna ya mambo yanavyoendelea usikose kuwa na tembelea. E, endelea kusubscribe pamoja na kulike Mwangaza TV, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuona pata matangazo yetu kila kukicha. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town djp. Tukutanani majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili jioni.